Mm -hmm. Kwa mnyama mdogo huwa haruhusiwi kuogeshwa na dawa zenye kemikali, zinaweza kuwa wadudu. Watu wanatumia poda zenye poda poda kama keri poda, dudu dasti, sababu wadudu wanasababisha wana kuwa na afya dhoofu, wanamnyonya damu, wanasababisha an anemia. Anemia. Anemia. <laughs> nzuri sana nadra sana kuzalia kwa mfano, kama hapa dawa ya kuogesha ya ya, ya kunyunyizia, na ile sio, ya ya ya matone ya matone drop aliyemkagua hmm. Kwa kwa huyu mdogo akakuta ana wadudu naitaji so dawa ya kunyunyizia, ya kunyunyizia. Maduka yapo madukani, ipo elfu mbili mia tano elfu tatu mia tano zinauzwa so gharama